Wengi wanamjua kwa sauti yake nyororo yenye uwezo wa kumtoa nyoka pangoni. Unapokutana naye, hutotaka kuambiwa kuwa yeye ni mama mwenye haiba. Bi Khadija Ali Muhammad, mke na mama wa watoto watano, ni mwanahabari wa redio mwenye umaarufu kitaifa na kimataifa. Ni mwaka 1974 alijiunga na taaluma hii kama muigizaji. Nikawa nafanya drama hapo, kila siku Alhamisi tu ndio tukitia vipindi huko kama kuna mambo ya kulia unalia, kama kuna kucheka unacheka, halafu hapo sasa ndo wale watu wa kufanya matangazo ya biashara wakasikia sauti yangu. miaka thelathini baadaye anajivunia kazi yake. Kumbukumbu kumbu alizonazo kama mtangazaji ni ile ya kupata nafasi ya kuteuliwa kuelekea nchini Ujerumani kwa mafunzo zaidi, na nyingine ikiwa ni ile ya machafuko ya kisiasa yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi mkuu uliopita maanake hayo yalikuwa ni masikitiko makubwa sana sana. Katika umri wangu wote, hilo ndilo jambo ambalo lilinitia katika unyonge mkubwa sana. Bi Khadija anajivunia mno jambo moja. Anasema baadhi ya watangazaji wa humu nchini walipitia mikononi mwake. Aliwahi kumfunza utangazaji mbungi wa Kamukunji Yusuf Hasan. Je, kando na uwanahabari Bi Khadija anapenda kufanya nini? Sasa kwa ushairi, wajua, sasa mimi huwa ni producer mimi no. Mi nayapitia ile mashairi, wale washairi wenyewe waleta mashairi yao, nayapitia ile mashairi niyapitishe kama ni mazuri, maanake saa nyingine lugha inaweza kuwa si nzuri. sikuweza kuondoka nyumbani kwake mtani Donholm bila kumuomba ni shauri mimi na wanahabari wengine chipukizi. Ukitakikaniwa uende ukafanye kazi yako, usilalamike. Lalamika baada ushaifanya ile kazi lakini usilalamike. Ah, leo mimi siko kwenye rosta. Kwa nini mwaja kunichukua saa, mwaja kunichukua mimi, nendeni kwa fulani kazi. Haifanywi namna hiyo. Alituarifu kuwa amepitia changamoto chungu nzima za kikazi, lakini kando na kumshukuru Maulana kwa kumwezesha kuzikabili changamoto hizo, vilevile vile anamshukuru Maulana kwa kumpa mume anayemtaja kama nguzo ya mafanikio yake. Sasa yeye yeah, ya amenisaidia sana mume wangu ambaye, eh, tuko na watoto watano, sisi wote wako Canada. Kwa Bi. Khadija Ali utangazaji, ni taaluma iliyomo ndani ya damu yake na anaamini kuwa huu ni wito kutoka kwa Maulana. Na kuhusiana na kuiwacha kazi hii, anasema yote anamwachia Mwenyezi Mungu. Ahmed Juma Bhalo, K24, makala ya Walioshamiri.